Hai rafiki mambo vipi? Naitwa Julieth Sebba, ni daktari na mtafiti katika sekta ya afya Tanzania. Karibu ungane nami katika podcast hii ya afya rafiki kila siku ya Alhamis. Lengo ni kukupatia taarifa zitakazokuwezesha kufanya maamuzi bora juu ya afya yako, familia na jamii inayokuzunguka. Hi rafiki, mambo vipi? Karibu kwenye episode ya leo ya Dr. Rafiki Podcast, tukiongelea mambo mbalimbali mbali ya afya. Mimi ni rafiki yako Dr. Julieth Sebba, karibu na leo kipekee, kama tulivyosema kwenye mwezi wa June, it's all about skin. Tunaongelea ngozi, jinsi gani tutunze ngozi zetu, conditions, uh, ambazo zinaweza kutokea kwenye ngozi au zinatokea mara nyingi, na ni vitu gani vya kufanya, kuanzia kwa watoto mpaka kwa watu wazima. Kwa hiyo leo tunaendelea mbele na swala zima la ngozi. Kama tunavyojua, ngozi ndio kiungo kikubwa zaidi kwenye mwili wa binadamu, na kwa sababu hiyo ni muhimu ku, kuangalia ngozi zetu jinsi ya kuzitunza, lakini pia tunajua mtu anapokuona kwa mara ya kwanza, kitu cha kwanza anachoona ni ngozi yako. Kwa hiyo ngozi, kuna namna ambavyo inakutambulisha, je, wewe ni mtu wa aina gani? Na ndo maana mwezi huu tuko hapa kuongelea ngozi na si hivyo tu, tunaongelea ngozi tukiwa na madaktari bingwa wa ngozi. Sasa leo tuko na daktari Caroline Masanje. Dr. Caroline Masanje ni daktari bingwa wa ngozi pamoja na aesthetics au tunasema uh, vitu vyote vinavyohusiana na urembo, urembo wa ngozi kuanzia zile procedures ambazo siku hizi mnazijua kama botox uh, needling na nyinginezo mpaka hizi uh, sasa magonjwa ya kwenye ngozi. Na Dr. Caroline anatokea clinic iliyoko Arusha inaitwa Avinta. So karibu sana Dr. Caro. Asante sana, Juliet. Mambo vipi? Tunafurahi sana kuwa na wewe yes. Yeah, niseme tu kwamba Dr. Caroline pia ni kati ya madaktari wazuri sana ambao nimesoma nao, kwa hiyo tunapotengeneza podcast hii <laughs> we have an element ya urafiki wetu <laughs> exactly. yeah. um, so A level. Yes. Hey, kwanzia a level jamani, kwanzia a level, a level mpaka chuo, hiyo ni zaidi ya miaka Yeah, saba. Seven year, seven year journey kabisa. Yes, miaka saba kwa hiyo yeah. Yeah, tunamshukuru Mungu kwa jia urafiki ambao tumekuwa nao na kukua pamoja, yeah. Yeah. Sasa tukienda kwenye topiki yetu ya leo, daktari Uh, tunaongelea suala mm-hmm, so zima la chunusi kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakipata changamoto ya chunusi kwa muda mrefu, na mtu mwingine unakuta kwanzia pale kwenye umri barehe ameanza kusumbuliwa na chunusi mpaka anakuwa mtu mzima, hajawahi kupata solution. Au kuna mwingine ambayo haja, yani hajawahi kujua afanyeje, kwa hiyo zinakuja kipindi fulani zinakuja kipindi fulani zinapotea, zina kipindi fulani, zinapotea. Na chunusi zinaweza kufanya mtu akawa uncomfortable, akakosa ujasiri kuongea mbele za watu, akawa na wasiwasi juu ya mwonekano wake, kwa hiyo nafikiri kati ya topic nyeti sana ambazo tunaziongelea leo. Na kwa kwanza, ningependa kujua ni nini huwa kinasababisha chunusi sababu huwa za Asante yeah, uh, sana so kwanza, chunusi umeongelea ugonjwa ambao it's mm. quite common mm. na jana nakumbuka nilikuwa naangalia katika um, ni kama data na collect in my clinic it's the leading clinical diagnosis ambayo tunaitreat in my clinic ni, ni, na, ni, ni ugonjwa ambao unaonekana una sana kwenye kliniki yako wagonjwa wengi kwenye kliniki ya... yes, kabisa Yes, na hata ukiangalia katika tafiti ambazo zimeonyeshwa um, sehemu mbalimbali wanasema mm. it's the eighth most common disease globally. Ni ugonjwa wa nane duniani. Duniani. Okay. Kwa hiyo, mm. it's quite common na ina affect asilimia ya watu wengi sana. Mimi pia ni mhanga wa hiyo mm. chunusi ambaye ilikuja kuresolve wakati niko in my, wakati ni, kama sikosei nilikuwa 25 26, angalau ndio nikaanza kupenda uso wangu ndio yeah, Kwa hiyo it's quite common, na kama ulivyoniuliza visababishi ni vipi um, yeah. was, um, visababishi viko vingi sana, lakini the most common causes ambazo mm. tunajua ni kuwa katika kipindi cha kubalehe huwa kuna kuaga, kuna ongezeko la hormone Mm. Sasa zile homoni ndo ambazo zina identify huyu mwanamke, huyu ni mwanaume. Mm. Sema zinaendaga kufanya hai, tunasemaga kuchocheza utengenezaji wa glands zinazotengeneza mafuta. Tunasemaga hyperactivity of sebaceous glands. Kwa hiyo zikienda kuchocheza inaongeza ongezeko la mafuta. Kwa hiyo mm. ndio maana unakuta sehemu ya uso, kuna nyingine kichwani mm. au hii sehemu ya kifua mm. kuna mafuta mengi zaidi. Sasa tuna hao bakteria ambao yani wao wapo tu, ni tunasemaga wa, wale normal flora. Kazi yao ni ku maintain uh, mazingira ya ngozi yani yawe mazuri. Kwa hiyo ni, ni bakteria ni... wa kawaida kwenye ngozi ya binadamu yes, tunaita mm. cuti bacteria. Mm. kwa hiyo wale bakteria waki, wakiona cha, yale mafuta ni kama chakula chao Mm. Chakula kikizidi mm-hmm. wanawao wanakuwa comfortable wanaongezeka. mm. Wakiongezeka ndo wanaanza kuleta mabadiliko kwenye ngozi hiyo, tunasemaga inflammation, mm. upeleupele ambao unakuwa katika presentation mbalimbali kwa mm. okay. yes. mm-hmm. hiyo chanzo kikubwa ni kwamba kwenye kile kipindi cha kubalehe zile tezi ambazo zinatengeneza mafuta zinakuwa zinatengeneza mafuta zaidi. Yes. ambayo hayo ndo yana yana attract au yanafanya na, ya hawa bakteria ambao kwa kawaida wanatakiwa wawepo na wasituumize, lakini kwa sababu yeah. ya ongezeko la mafuta hawa bakteria wanaanza kusababisha madhara ikiwemo chunusi. Sawa. Yes. Hmm. So, na sasa tukiongelea hapa kwenye hili swala la mafuta tunaona kuna tofauti, kuna watu ambao wenyewe au ambao tunaita acne prone, na watu ambao wenyewe wana hatari zaidi ya kupata chunusi. Ni vitu gani kwao huwa vinafanya iwe hivyo? Je, kuna mambo ya, ya genetics au mambo ya vinasaba kurithi, au huwa ni nini kinasababisha hapo? Ah, okay. Genetic factors it, it really does play a role. Mm. Kwa hiyo odo anasema kama mama au dada alikuwa nayo mm. Pia wewe upo katika riski ya kupata mm. Hatujui kwa nini inatokea lakini ina waga inaweza ikatokea mm. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo tumeona vinaweza vikaleta ongezeko mm, la chunusi mfano utumiaji wa mafuta mazito yale ya mgando. Ndio. Waga pia eh ni kama tunasema yani kwa lugha nyepesi ni kama ukitumia ma, mafuta ya mgando ni kama unaziba yale mashimo ambako unyeleo unatoka. Kwa sababu chunusi inaanziaga sehemu ambako unyeleo unatoka na iko quite common kwenye ngozi ya uso, ngozi ya kifua na mgongo. Kwa hiyo ile utumiaji wa mafuta pia waga inaifanya, ina yani mafuta mazito waga inaifanya itoke kwa wingi zaidi. Deo. Lakini pia tumeona watu ambao wana shida hizi ambazo za hormones. Mfano wanawake ambao wana magonjwa kama ya PCOS uh, mm. polycystic ovarian syndrome mm. iwaga inafanya ina inachocheza zaidi, lakini pia hata uh, tumeona kwa wajawazito. Sio wote, kuna wengine waga wana glow, lakini unakuta kuna wengine ya mchunusi ndoaga zinazidi sana kipindi cha ujauzito kwa sababu ya hormones. Oh. Kwa hiyo sababishi viko vingi, hata pia wamesema exposure to yan, yani ile ukiwa sana ukikaa sana juani waga ina inamfanya mtu uh, awe, awe ana chance kubwa pia ya kupata chunusi mm. na stress pia, bila kusahau stress. Oh wow kuna <laughs> wengine unakuta akishia kuwa na stress kidogo, ina induce vitu vingi with the face included. Eh. Na, yes, na, na pia kuna baadhi ya vyakula ambavyo wanasema ukipenda sana kutumia vyakula ambavyo vinaleta ongezeko la insulin, kiasi kwamba insulin resistance waga inapelekea pia tunose. Ah, ni mfano vyakula gani hivi daktari? Okay, so mara nyingi ambavyo mi nikiwoga napenda kuwa kansa sana watu ni ni labda labdaui chocolates, yaani vyakula ambayo inaweza kuongeza sukari, chocolates, dairy products, maziwa cheese, butter, yaani hutumiaji kwa sana hivyo vitu mm. waga vina promote acne. Kwa kiasi kikubwa yeah, nafikiri pia nimewahi kukutana clinic na na mtu ambaye yeye pia karanga kila nyingi au korosho exactly. mm. yeah. Ana, anakuwa anapata hizi nanili anapata chunusi nyingi sasa. yes. mm. okay. Daktari, hapa kwenye swala la stress, ina, yani, uhum. umeongelea kitu kikubwa ina maana Yaani tunaenda tunaenda sasa kwenye afya ya akili kwamba hata afya ya akili kumbe inaweza kuathiri ngozi ya mtu. Yes, waga napendaga kuambia watu there is a very big relationship between mm how you feel in mm. the skin diseases. Sio acne tu, au mm. sio chuo, yani e, sio chunusi tu, mm. bali hata magonjwa mengine. Mm. Na, na, the previous podcast naona uliongea pia na Dr. Salva. Yeah. Na yeah. Ni wagi kuencounter wagonjwa, unakuta ile stress tu, unakuta mm. inaifanya ile shida iliyopo ina multiply mara 100. Inakuwa kubwa zaidi. Inakuwa kubwa zaidi kwa sababu mm, kipindi mtu ukiwa stress, tunajua kuwa inaenda kutengeneza zile tezi, yani inaenda kufanya hyperactivity au uchochezi wa zile tezi zinazotengeneza stress hormones na stress hormones zinatengenezwa mm. na hiyo hiyo glands mm. ambazo uwaga pia zina katika, nilivyoelezea mwanzoni, uwaga zina zile glands ambazo zinatengeneza ile hormone ambayo inaenda kutengeneza ile wingi wa mafuta, zipo pale pale. Kwa hiyo ni kama ina ukitarget hiki hasa uki kutengeneza hiki kitu inaenda ku hyperactivate pia na kitu kingine. Kwa hiyo it's really important kujua hivi. Okay, I think kati mm, ya key points ambazo mimi nimetoka nazo kwenye hivi hivi kwenye visababishi vya chunusi ni kwamba, na ngozi kwa ujumla, ni kwamba ngozi yako inatokana na kile unachokula, inatokana na jinsi unavyojisikia, utulivu wako wa akili, yani sio sio tu zile products au vile vitu ambavyo tunapakaga exactly. sio yes. mm, tu vitu ambavyo tunapakaga, kwa sababu nafikiri mara nyingi huwa tunaweka nguvu kubwa sana kwenye kununua products. Sasa kipindi hiki, unajua uh, hii era ambayo tupo, products ni nyingi ni ni nyingi. Hiyo unaweza kuta mtu anatumia vitu vingi, hapati hapati nafuu. Kumbe tatizo ni chakula anachokula, kumbe tatizo nani? Ni, ni, ni, ni hali yake ya kea maisha, ni stress alionayo hajaweza. yes. right. Sawa, asante sana daktari. Sasa tukipiga hatua mbele, huyu mtu Nga. mwenye chunusi anawezaje kuitunza ngozi yake, ni vitu gani hafanye, ili angalau um, kupunguza hizi chunusi kutokea? Aha, okay. So cha kwanza kabisa mm, nahisi elimu, inabidi utoe elimu, yani elimu ni very important mm, ajue ni nini, kwa sababu nilichopata, kuna wengine unaweza ile wakati unavoti, unajua we gain tunaelewa zaidi through the experiences mm, ambazo tunazopata kwa wagonjwa wetu Ndiyo. Cha kwanza anaweza akakwambia na virashes usoni, yaani vipele vipele. Uone. Vipele, vipele. Wewe unaona kabisa hii ni chunusi sema ile na ile, ukimwambia mwingine anakataa, yaani sio chunusi anaona hmm. chunusi kwanza ni vile mpaka aone vipele vimetokea usaa ndo yeah. Anasema kwa hiyo chunusi kama li, lipele fulani <laughs> likubwa hivi likubwa yes. hey yeah. lakini kumbe vipele viko aina mbalimbali katika chunusi ndio, kikubwa ambacho tunacho yani kabla tujaingia kwenye skincare, inabidi mm, yani tunachojitahidi hata sisi pia madaktari ni kutibu ili wasije wakapata zile madhara ya zile chunusi, mfano kama hizi scars tumeshaona. Kuna wengine ambao wana scars ambazo zimedidimia mm, yani kama ana maboksi maboksi kwenye makovu kuna yale yeah, makovu ambayo yameinuka juu, na yale ambayo yamedidimia kwa chini. Kwa hiyo kikubwa ni tusifikishe mtu mpaka kule. Kuna watu ambao wamepata kiloid. Kiloid si unajua, Juliet, ni nini kiloid? Ni kama ile ngozi ina inavimba hivi juu, inatengeneza uvimbe yenyewe. Exactly. mm. Yes, kuna watu ambao chunusi zao zime, uh, kuzitreat zimepelekea mpaka walifika kule wakapata keloid mm -hmm. Yeah. kwa hiyo cha kwanza ni kumwelimisha mtu chunusi ni nini, na ni ugonjwa ambao ni unaweza ukawa chronic kidogo, saa nyingine waga unaweza ukaja kuondoka, especially kwa sisi wanawake kutokana mm -hmm. na mda gani wa mwezi tupo. Kuna wengine ambao nakuta akiwa anakaribia period mm -hmm. atapata eruptions au zile chunusi zitakuwa zinatokea hapa na pale, ndio lakini eh. pia nikuelimisha eh, vitu gani products yani, vitu gani ambavyo vinaweza vikachocheza zaidi. Afu kitu kingine ambacho ni muhimu sana ambacho na hata mimi sasa hivi nimekuwa nikitoa elimu mm, tumeona mtu akipata kwanza upele anatumia zile dawa za tubes ambazo unakuta zinachocheza zaidi mm, ambazo zinakuwa zina steroids zina, okay. Yes, ambazo zinakuwa zina steroids. Kwa hiyo unakuta inabidi umuelimishe mtu, na kweli akitumiaga zile zinapotea, afu baada ya muda zinarudi. Mimi mwenyewe ni victim mm. I don't mm. sijui kama unakumbuka wakati tuko intern eh, tu, uh, nilikutext wewe na Angel mm. kulikuwa kuna nilikuwa nilipata chunusi kipindi kile, then nikatumia hizo steroid, ilikuwa dawa moja ina betamethasone ina antifango na antibiotic, then nikaambia, jamani tumieni ngozi imetakata <laughs> <go> imetakata si unusi. <laughs> Mimi zimeisha zote, na kweli ziliisha, ila mm. baada ya muda zilivyokuja kurudi kwa spidi mwenyewe, mm. nilikiheshimu kile kitu mm. sintakitaja jina, lakini kilikuwa kina steroid ndani yake okay. Kwa hiyo, yes, ni kama that vile that's... ni kama vile solution, lakini ni solution ya muda mfupi, haitibu tatizo that's haitibu tatizo, na kwanza inakuzidisha na inatoa athari nyingine, kama weupe unaanza kuonekana mweupe wewe, unasema una glow kule mm. umetubuka mm. Mm. Okay. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa nini mtu huyo afanye? Mara mm -hmm. nyingi mimi sipendi kumbombadi mtu na vitu vingi, inabidi yeah. kwanza uangalie mm. products ziko nyingi za kutumia hapo yeah. mm. Ukishamwandikia dawa mgonjwa za kutumia, products zipo mm. nyingi, inabidi uangalie pia according to budget yako ulionayo vikubwa mm. ambavyo naonaga ni very important, mm. angalau uwe na kisafishaji ambacho mm -hmm. tunasemaga ndo hiyo cleansers. mm -hmm. Moisturizer ni muhimu, hata kama uso una mafuta. Kuna moisturizer appropriate kwa mtu mwenye chunusi, yeah. tunaitaga lightweight moisturizer. Yeah. ambazo mara nyingi ziko muundo wa lotion. Kama unakumbuka mwanzoni tulisema mafuta ya mgando mm. ukitumia yanaweza yakatriga zaidi chunusi, ni kweli? Yes, kwa inabidi utumie moisturizer, either muundo wa lotion, kuna wengine wanatumia muundo wa gel, mwingine muundo wa serums, yani kama majimaji hivyo, inategemeana tu na kwa wakati huo mtu yukoje, alafu mm -hmm. from there mm -hmm. mtu anakuja anatumia sunscreen. Sunscreen ni muhimu sana kama mm -hmm. tunavyoona maafa moja hapo, mtu anakuaga na mabaka au makovu baada ya kuumwa chunusi eh, na sehemu, chunusi ziko sehemu ile ambayo inaonekana mara nyingi, most of us tuna struggle na ile chunusi mm -hmm. ya usoni. Mm. Kwa ile jua ikipiga inafanya mabaka yanang'aa zaidi. Kwa mm. sisi wengine ambao ya dark skin, angalau lile baka alitokei sana ila, kwa wale watu ambao weupe, ndo nakuta lina standout zaidi. Kwa hiyo sunscreen ina umuhimu wake. Ah, okay, hivyo ndo angalau the basic skincare ambayo mtu anapaswa kuwa nayo. Kwahiyo kwa hapa kwa kusikiliza nimepata vitu vitatu, kwamba mtu anatakiwa afanye: asafishe uso yani cleansing, anatakiwa atumie moisturizer au kitu, kitu cha kuupa ngozi yake unyevu, kwamba hata kama ngozi ina mafuta lakini bado ngozi inahitaji kupewa unyevu ambayo tumezoea kuita moisturizer. Na step ya yes, tatu anatakiwa atumie kitu ambacho kitazuia ile mionzi ya jua ambayo inaweza kuathiri ngozi yake yani sunscreen. Yes. Yes. Napenda kuvisummarize hivyo ili uh, rafiki yetu ambaye anatusikiliza awe ameelewa vizuri kabisa. Safisha ngozi yako, tumia kitu cha kukusaidia kupata unyevu yani moisturizer, halafu paka sunscreen ili kuilinda ngozi yako mbali na jua. Hizo ni hatua tatu basic, hatua tatu basic. Sasa rafiki yangu Dr. Caro, yes, um, tunapoenda kumalizia Napenda podcast ijayo tuendelee tuendele mbele. Kuna kitu umegusia kwamba huwa kuna athari za chunusi. So ningependa kwenye podcast ijayo tuendele. Tutoke, tuende mbele zaidi kuangalia hizi athari za chunusi ni zipi, lakini pia kuna vitu umeongelea kuhusu um, mtu anaweza akapaka products zikamfanya awe mweupe zaidi ambayo siku hizi. Yes. tunaona watu wengi wanatumia na tunaita it's glowing unajua rangi yeah. moja inaitwa glow uh, <laughs> oh, una... <laughs> <Yeah. laughs> rangi moja kichwani mpaka mguuni uh -huh. yeah, lakini hivi vitu kumbe vina athari za kiafya kwa hiyo katika episodi ijayo rafiki um, yetu sisi tutapiga hatua mbele kuongelea kwamba hizi uh, athari zaidi za chunusi, lakini pia athari za kutumia steroids au vitu vingine ambavyo vitachubua ngozi yako, au tuseme tu zitakufanya uwe mweupe kuliko ile asili yako, kwa sababu jamani hichi ni kitu kimekuwa cha kawaida sana sasa hivi kwenye jamii yetu, lakini kumbe Aha. kina athari huko mbeleni kwenye afya yako, tutagusia hayo mambo. Tutakuwa na Dr. Caroline lakini pia Dr. Caroline atatupa uh, hints au mwongozo kwenye vitu vya kuangalia unaponunua products zako wewe kama mtu ambaye ngozi yako iko acne, acne prone au uko na na hatari zaidi ya kupata chunusi, ni vitu gani uh, uangalie kwenye zile products zako, ili kuwa salama, kwa sababu sio cleanser zote unaweza kutumia, sio moisturizer zote na sio sunscreen zote, si ndio daktari? Ndio kabisa. Haya basi, rafiki yetu kwa siku ya leo, tunaamini umejifunza vitu, kuanzia vyanzo vya chunusi, ni nini kinasababisha zitokee, mpaka jinsi ya kutunza ngozi yako. Usikose next episode ya June, our skincare month, tukiwa tunaongelea jinsi ya kutunza ngozi yetu. Bye.